Tusali pamoja. Novena ya Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Mtume Roho wako nasi, tutaomba upya, nawe utaifanya upya sura ya nchi. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, na sasa na siku zote na milele. amina, amina. Novena ya Roho Mtakatifu, siku ya nne. Roho Mtakatifu anaunganisha kanisa. Atakapokuja huyu Roho wa kweli atawaongoza kwenye ukweli wote. Baada ya kusema hayo, Yesu aliinua macho yake kuelekea mbinguni akasema, mimi nimekutukuza hapa duniani nimeukamilisha kazi ulionipa niifanye, naomba ili wote wawe kitu kimoja, kusudi ulimwengu upate kuamini kwamba wewe ulinituma. Nasi twamwomba Mungu Mwenyezi alijalie kanisa lake umoja wa kweli, uwaunganishe Wakristo wa madhehebu yote katika zizi moja chini ya mchungaji mmoja. Popote duniani, watu wengi makundi kwa makundi wanavutwa na neema hiyo ya kuungana na kufikia umoja wa kanisa. Hata ndugu zetu waliotengana nasi wanazidi kukubali mwongozo wa Roho Mtakatifu na kutaka kurudi katika nyumba ya Baba na kuwa kundi moja chini ya mchungaji mmoja. Isitoshe hata sasa tena toweza kuona kwamba kwa namna fulani wamejiunga nasi katika Roho Mtakatifu naye Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani yao kumshuhudia hata kwa kumwaga damu yao. Tena katika hao ndugu zetu waliojitenga, Roho Mtakatifu analisha katika mioyo yao ile ya imani inayowaunganisha wafuasi wote wa Kristo. Tumwombe basi mwenyezi Mungu atujalie hima huo umoja wa kanisa lake. E hey Yesu bwana wetu, wewe umetuombea kwa Mungu Baba tuwe kitu kimoja kama wewe ulivyo kitu kimoja na Baba, utujalie huo umoja ili ulimwengu uone na kukiri kwamba ndiwe Bwana na mkombozi wa watu wote. Ee eh Bwana, E hey Yesu, tujalie moyo wa kushika neno lako kwa uaminifu, wala usituache kufuata njia zetu sisi wenyewe na farakana. E Bwana, twakuomba utusikie. Utusikie hey Yesu uliye mchungaji wetu mwema, ondoa ndani yetu ile tabia ya utengano, tupate kuwa sote kundi moja chini yao wewe uliye mchungaji wetu mmoja. Eh Bwana. Tunakuomba utusikie. E Yesu, uliye mchungaji mkuu, uwajalie wachungaji wetu wawe siku zote za upendo wa jina lako, wasichoke kulichunga vema kundi lako hapa duniani na kuliweka pamoja lisitengane, e Bwana. Tunakuomba utusikie. E Roho Mtakatifu, uziangaze akili za watu wote. Wapende siku zote kuishi kwa amani. Umoja na mapendano, e Bwana. Tunakuomba utusikie. Ewe Mungu, ndiye mlango wa muungano wako wa kweli, sisi tuliyo ndugu katika Bwana wetu Yesu Kristo, e Bwana. Tunakuomba utusikie. Utujalie mapatano na amani, tudumu tumeungana katika familia zetu, katika jimbo letu na katika nchi yetu yote, e Bwana twakomba utusikie. Salamu Maria umeja neema wana yunawe umebarikiwa na wake wote, naye Yesu mzawa lako amebarikiwa. Mariya Mtakatifu Mama wa Mungu, utuombee sisi wako sefu saasana saa kwa kwetu. Amina, tuombe. E hey, Mungu utuwanganisi sisi kondo wako uleawatuwangika tuwe chini ya mwana wa mpenzi tupate sote firiki kule utawala wako wa kweli na haki, utawala wa neema na amani, utawala wa upendo wako. nomba hayo kwa njia ya Kristo bwana wetu, amina. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako, awabariki Mungu mwenyezi baba